Yes, mwana mtazamaji wa SFTV kama dawa kama kawa eh, kutoka hapa ndani ya Esco One Wear eh, sehemu ambayo unaweza kujipatia viwalo mbalimbali mbali, eh, jezi kali eh, flana, eh, jinzi na vitu vingine mbalimbali vinapatikana hapa, lakini kubwa zaidi niko na mwenyewe eh, mwenye eneo lake Heavyweight Dullah kuzungumza mawili matatu, kubwa zaidi ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba ambao Eh, heshima ya nchi imeendelea kulindwa kunako michuano ya kimataifa CAF Confederation Cup, finali hii hapa lakini, finali imepatikana kutokana na mchango mkubwa wa wanasimba kwa ujumla, tukianzia viongozi, wachezaji, benchi la ufundi, mashabiki, wapenzi na wanachama wote wamenini. Lakini Heavyweight Dullah, kwako nataka kuzungumza hiki kitu ambacho takriban majuma kadhaa nyuma wachambuzi wa soka baadhi yao walikuwa wakizungumza ni kuhusiana na Mwamba center back ya mpira Chamou Karabou MVP kwa upande wa mabeki wa ligi ya Ivory Coast. Mm. Mm. Aa, siku za nyuma hapa baadhi ya wachambuzi walikuwa wakisema kwamba ni beki wa kawaida mno e, ee, na namba zake pia na kuto kupata nafasi katika kikosi cha kundi Msimbazi Simba kiliwafanya wao kuamini ni kawaida. Kumia kwa Chef Ondo Malone kumemrejesha ndani ya kikosi cha kundi Msimbazi Simba. Mm. Tathmini yako kwa kile ambacho amekifanya tangu alipoziba pengo la Che Malone mpaka sasa akundwa Msimbazi Simba wanafika finali, hmm. Amekuwa beki wa namna gani? Yeah, of course, kwa kama kuna watu walikuwa wanambeza, nafikiri ni kwa sababu hawakuwa wanajua ubora wake. Unaelewa, ni beki ambaye ana ubora mkubwa. Mimi nimeshawahi kumzungumzia sana kipindi anasajiliwa na mpaka anapewa tuzo ya beki bora kule Ivory Coast. Sio kwamba kulikuwa hakuna mabeki, mabeki walikuwepo, mnaelewa, akiwepo yule Anthony ah. Trabi ambaye yupo katika kikosi cha Singida currently, pia alikuwa ni uh, beki ambaye alichuana naye, na kwa kipindi kile alikuwa yupo katika kikosi cha Asek Mimosa na Asek walikuwa na spell nzuri tu kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Kwa mantiki hiyo uh, ni kwamba uh, sio kama ni beki mbaya, ila watu tu wamekuwa na kawaida ya ku underrate wachezaji kama Chamou Karabou, sawa hmm. Kwa nini value yake inaonekana imeshuka? Ni kwa sababu alikuwa hapati namba, na hilo ni jambo la kawaida sana kwa nchi yetu. Mchezaji akiwa hachezi siku zote anakuwa mbaya tu, haijalishi kwamba kuna competitors wa aina gani. Unajua, mfano mchezaji akitoka katika ligi ya Tanzania akaenda Moroko, alafu alikuwa katika ligi ya Tanzania ana perform vizuri, kufika Moroko akawa hapati namba, hawa hawa ambao wana, wanabeza wachezaji ambao hawapati namba kwa kule, watatoa story tofauti, watasema mchezaji huyu hana uwezo wa kucheza hii timu kwa sababu watu ambao walikuwepo kwenye hii timu ni wazuri zaidi yake. Kuna huyu, kuna huyu ataanza kutajwa, kuna huyu, watam, atamweka benchi huyu, kuna huyu, yani maanake wanawapa praise wale ambao wanaanza kwenye kikosi, sio? Unanielewa sahihi Simba Sports Club before uh, Chamou Karabou kuanza kucheza kulikuwa kuna partnership ya Che Malone pamoja na Abrazak Hamza. Abrazak, Abrazak Hamza ni mzao Let's say story inageuka, Che Malone Fondo pamoja na Chamou Karabou angekuwa wanacheza automatically, maneno angekuwa ah, wazawa, wazawa kama kawaida wao, wajitumia huyu Skafeli Sauzi, hivi na hivi na hivi, umeelewa. Lakini Abrazak Hamza anamweka nje, mchezaji wa kimataifa ambaye anajua mpira kama Chamou Karabou anachokionyesha sasa hivi. Watu hawataki kumpa praise na ustahili yule Abrazak Hamza, kwamba huyu Abrazak Hamza ni mchezaji mzuri, anajipapatua na ana ana uwezo mpaka stick namba yake dhidi ya uh, mabeki wa, wa kimataifa eh, yupo yu yani lazima acheze brother Hamza, watu hawataki kumpa ile praise. Mimi sio unanielewa, point na yangu kuelewa vizuri eh, yani hawataki kumpa ile praise. Hmm. Sasa nafikiri watu waanze kujifunza mpira kwamba sio kwamba mchezaji akiwa hachezi ni mbovu. Muda mwingine timu ina, ina implementation za timu especially kwenye maeneo ya, ya backline haya kama una, una, umeshaunda ile back four yako kuna, kuna, kuna, sababu, yani kuna, hakuna sababu ya msingi ya kupangua pangua ile back four yako, lakini haimaanishi mabeki wengine ni wabaya. Sio maana ndio maana eh, Chamou Karabou anakuja ku prove maana yake kapewa nafasi katika kipindi ambacho hakuwa anapewa kipaumbele. Lakini still amekuja na kuonyesha kitu kikubwa, kipindi ambacho Simba ilikuwa kipindi ambacho Simba inamhitaji kipindi ambacho Simba Che Malone ambaye ni beki tegemezi ameumia. Uh, huyu Chamou Karabou anakuja anaperform na anaonyesha kitu kikubwa. Kwa kwa hiyo kwa upande wangu, uh, mimi naweza nikasema tu hii iwe kama funzo kwa wale ambao wamekuwa wakibeza performance yake, na pia wajifunze kwamba mchezaji akiwa hachezi sio kwamba ni mbovu, muda mwingine ni pre. Na pia la tatu, nimegusia kwamba brother Hamza apewe heshima yake kwa sababu ya ile consistency the same ya performance yake kwa Che Malone ndio inamfanya sasa kocha ashindwe kuona, kwa sababu ana mabeki watatu na uwe, na staili yake ya kucheza haihitaji mabeki watatu uh, maana yake anahitaji traditional back four, maana yake kuna mafull back wawili pamoja na ma center back wawili. Hawezi kuwapanga wote watatu pale, kwa hiyo uh, uh, uh, uh, uh, lazima awe selective, maana yake lazima wawili wacheze, lakini otherwise, Chamou Karabou ana uwezo wa kucheza kwenye kikosi chochote hapa Tanzania katika performance nzuri na akaisaidia timu kuweza kuwa na mwendelezo wa performance nzuri. Yes, partnership ya Brother Ki Hamza na Chamou Karabou Che Malone huko nje, lakini pia amesharejea kwenye kikosi tayari kutoka majeruhi, inampa uwiano gani ama, hmm. ama ni kama ni headache hivi kwa Fadu Davis kuelekea mchezo wa fainali, lakini pia michezo ya ligi ambayo imebaki labda imekaaje hii kwa upande wa Fadlu Davids? Ni changamoto ina gani ambayo anakwenda kuipata kutoka kwa watu hawa, watu ambao wameonekana kuelewana zaidi, na ni mchezo wa tatu mfululizo huu wanatoka bila kuruhusu bao lolote, kuanzia Al-Masry, mchezo wa nyumbani hapa na michezo miwili mm -hmm ya nusu fainali. yeah, of course, nilikuwa ni naweka takwimu sawa, nikasema hawa Stellenbosch msimu huu inakuwa ni kwa mara ya kwanza wanashindwa kupata bao katika mechi zote mbili katika michuano ya kombe la shirikisho amenelewa dhidi ya timu moja na timu yenyewe ndio Simba Sports Club kwenye hatua ya nusu fainali. Lakini kama haitoshi, inakuwa timu ya kwanza uh, kutoka South Africa kushindwa kufunga bao katika mchezo wa nusu fainali toka imeanzishwa hii michuano elfu mbili na nne mpaka leo tunapo count. Na mabeki walikuwa nani kwenye hiyo mech? Ni Chamou Karabou pamoja na Abrazak Hamza. Maana yake ni kwamba wanatimiza majukumu yao vizuri, sina elewa na headache kwa upande wa Fadlu Davis. Of course kadri muda unavyozidi kwenda, kama huyu uh, Chamou Karabou ataendelea ku, ku perform vizuri, automatically kuna namna fulani uh, Fadlu anaweza akajaribu kuangalia, je, niendelee ku, iamini uh, partnership ya Brother Hamza pamoja na Chamou Karabou au nimrudishe Che Malone Sasa hapo itategemea. Maana yake kocha yeye sio sio sio yani, kocha yeye sio muhusika mkuu, kitakachozungumza ni performance kama Che Malone naye ataaminiwa na, ya na ataperform vizuri uh, automatic kwa sababu Che Malone tayari ni proven, amesha prove. Lakini kuna kitu lazima nigusie. Simba ilikuwa na matatizo sana kwenye build up kipindi ya kuna kuna partnership ya Che Malone okay, pamoja na Brother Kamta na kuprove hilo uh, kuna mabao mawili ambayo yalifungwa ya Simba kutokana na blanda ya build up yeah, ikiwa mabao dhidi ya FC Bravos pamoja na CS Sfaxien katika mechi ya nyumbani, na mhusika mkuu mara nyingi anakuwa ni Che Malone. Yeah. Lakini toka ameintroduciwa Chamou Karabou kwenye build up kumekuwa hakuna zile turnovers ambazo zinatokea mara kwa mara. Tafsiri ya haraka haraka ni kwamba uh, kama Fadlu atahitaji kuendelea na mpira wake wa kupiga pasi nyingi kwenye build up zone, uh, kutawala umiliki wa mpira, kuwa na beki ambaye ana utulivu akiwa na mpira, anaweza akamwamini zaidi Chamou Karabou, kwa sababu Simba imekuwa na utulivu kwenye eneo la ila sipimi katika mchezo wa jana kwa sababu jana Simba wakumiliki sana mpira, mpira ulikuwa mpira, ule mpira, mpira, mpira fulani ambao hatujauzoea yeah. Eh, lakini kama atakuwa na performance nzuri, atakuwa na utulivu kwenye build up, atakuwa na uwezo mzuri wa kuintercept mipira kama anavyoendelea kuonyesha, basi uh, possibility ni kwamba anaweza akastick ile namba, kwa sababu by the way Che Malone anaona kama kuna namna anaanza kudrop, na mara nyingi mchezaji anapoanza kudrop Ndo kuna kuna rise mchezaji mwingine yani, kwenye football inakuwaga hivyo yani, huyu akianza ku drop anatokea mwingine ana rise alafu e, kama unavoona sasa hivi Lamine la, la Yamal anachokifanya barani Ulaya. E, kulikuwa kuna wachezaji wengine walipita pale, ambao waliaminika hawa ndio wachezaji ambao watakuwa wakubwa zaidi, na wamekuwa wakubwa na wamedrop sasa hivi ana inuka, yeye, anakuwa mkubwa. Kwa hiyo ndio inavyokuwa utaratibu principles za kwenye mpira um, kwa hiyo kama itatokea ameperform vizuri, automatically naweza nikaamini kwamba still anaweza akaendelea kuaminika na kupewa namba, kwa sababu atakula every cost. Huyu Chamou haikumchukua tu mwaka mmoja akawa beki bora, simenielewa yeah? alipitia multiple seasons mpaka kuja kuwa kuaminika zaidi kwenye kikosi cha kwanza na kushinda mpaka tuzo ya beki bora na kuingia kwenye vikosi bora vya msimu mara mbili, kikosi cha waandishi wa habari na kikosi bora cha msimu overall cha Liguan Lonasi ni kwa sababu ya performance ambayo alitengeneza ndani ya misimu kadhaa si unanielewa? yeah. Yeah, kwa hiyo kwa upande wangu mimi Chamou Karabou nafurahi kuona ameperform, na nafurahi kuona ameandika historia kuweza kufika finali akiwa na Simba Sports Club, jambo ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu. Na pia amewadoubt wale ambao walikuwa wanawadoubt uwezo wake, maana yake amewaonyesha kwamba yeye ni beki mzuri na anao uwezo wa kuwanyamazisha midomo. Kwa hiyo tusimsifie sana tukamaliza, ana wakati mgumu kwa sababu Che Malone amepona. Anachotakiwa kuhakikisha kupambana, e, ni kupambana kwamba ile namba inabaki kwake, maanake siwezi nikapredict kwamba moja kwa moja kwamba anaweza akaendelea kucheza kwa sababu Fadlu Davis, pamoja na kwamba Che Malone amekuwa akifanya blanda na nini na lakini, still bado anaendelea kumwamini sababu kuna vitu vingine vingi anavyofa e, eh, ni mchezaji ambaye ana win vizuri 1v1 kuliko beki yoyote kwenye ligi. Kwa hiyo hicho pia kinamfanya kocha muda mwingine kutoshindwa kumweka nje. Kwa hiyo kama huyu Chamou Karabou ata improve zaidi na zaidi, ah, namba atakuwa na, vi, vita kubwa hiyo. Of course vita kubwa na ndio timu kubwa inatakiwa iwe hivyo, sio, sio akiumia beki mmoja mnaanza ku mnaanza ku, kujiuliza maswali, na hapa itakuwaje? hapa itakuwaje? Timu kubwa inatakiwa iwe na wachezaji ambao wana quality ambazo zinafanana. Akiumia huyu akiingia huyu, yule alioumia akipona aanze kuumiza kichwa, na mtoaje huyu? Ndio inavyotakiwa sasa, huyu, sasa nyika, pone, sio mchezaji akiumia huyu pengo linakuwa kubwa kiasi kwamba sasa hamna tena kitakachofanyika mpaka mchezaji apone na nini, inakuwa sio sifa ya timu kubwa. Kwa hiyo na naamini Simba Sports Club kuelekea dirisha hili watafanya hii hili swala, kwamba kutakuwa kuna wachezaji wenye quality kubwa kwenye kila eneo, kwenye midfield, kwenye eneo la ushambuliaji, ili mradi timu iwe na balance nzuri kwa sababu pamoja na Simba kufika fainali bado inahitaji maboresho mengi sana kwenye eneo lake la kiungo pamoja na eneo la ushambuliaji. By the way, lazima niwe mkweli, na ili Simba iweze kufikia uh, fikra za kufikiria jinsi gani ya kutawala soka la Afrika consistently, lazima iboreshe zaidi eneo lake la kiungo na eneo la, la ushambuliaji. Yes. Uh, Heavyweight Dullah, na anatupitisha mawili matatu, panaapo umemzungumzia pacha wake kwa sasa bra Hamza. Kuna wana Simba wanasema wanamshukuru sana Lame Klawi, mm. Kwa ujio wa Hamza hii imekaaje? yeah, of course, kwa sababu alikuwa ndo mchaguo la kwanza before Simba kwenda kwa kuenda kwa Hamza, lakini baada ya kutokea ile sintofahamu baina ya Costi mchezaji pamoja na wanaomsimamia na Simba Sports Club. Kuna sintofahamu nyingi. Management ilikuwa inataka kumpeleka nje mchezaji mwenyewe naye haeleweki. Costi wanasema mchezaji wao. Kwa hiyo mwisho wa siku Simba wakamvua na wakamchukua Hamza na brother Hamza amekuwa na performance nzuri zaidi kuliko la Miklawi, na la Miklawi performance yake imedrop, kiasi kwamba hata timu ambazo zimekuwa zikihusishwa naye zimeonekana kuhairisha huo mpango wao wa kumsajili. Kwa hiyo shukrani inabidi iwepo, kwa sababu maybe angesajiliwa, pengine brother Hamza asingeweza kusajiliwa na Simba, na maybe quality naamini hivyo kwamba brother Hamza kitu alichokiongeza hakiwezi kikafanana na kitu ambacho angekiweka Lameck Lawi, kwa sababu huyo Lameck Lawi mwenyewe, sio, sisemi kwa sababu hajaja Simba, watu wanielewe vizuri. Nasema kwa sababu Lameck Lawi namjua na namuona uwezo wake kwenye kufanya build up, maanake mpira ukiwa mguuni ni mdogo, enelewa. Ni mchezaji ambaye ni very very possible, ukimpiga press akachoma akasababisha turnover ya goli na vitu kama hivi, na ukiangalia Simba inavyocheza inahitaji beki ambaye kwanza ana uwezo mzuri sana wa ku defend kama majukumu yake mama sawa, lakini anahitaji beki ambaye yupo vizuri kwenye kufanya build up kwamba, eh, yani kwamba tunaanza mashambulizi nitapiga hapa, nitapewa, nitareceive kwenye pressure, nitamtoka mtu, nitapiga pale, nitareceive tena, nitareceive tena, nitajiposition sehemu sahihi nitapokea pasi, nitapokea pasi, nitaachia. Ikitokea beki hana hiyo sifa, hata kama ana defend vizuri kiasi gani, anakosa quality ya kucheza katika kikosi cha cha Simba Sports Club ona anavyocheza sahihi ndugu yangu. Yes, kwa tumalizie hapa bana, saa kumi na mbili na dakika arobaini taarifa inavyosema iko ndo Msimbazi. Simba atakuwa eh, pale wakitokea Komadiba, Johannes, Hapana, kwa leo ratiba kidogo zimeingiliana, sitokuwepo ndugu yangu ila, ila naamini na, na support mashabiki watakoenda watakuwa wengi na watapokelewa vizuri, lakini mi namalizia tu kwamba Simba na mashabiki wake wasiamini kwamba tayari wamemaliza. Nafikiri mentality amie zaidi kwamba jinsi gani Simba ina inatoa ubingwa wa kombe la shirikisho zaidi kuliko kufu, kufurahia mafanikio ya kufika fainali kwa sababu ni kama kuna maneno kwamba yanazungumzwa, hakuna jipya, hakuna jipya sasa. Jipya ni kuchukua kombe. Kwa hiyo mashabiki wasijimalize sana, uh, wa focus, waungane, wahakikishe finali anapokuja hapa Moroko, anapigwa vya kutosha. Nafikiri mechi inaanzia away, kwa hiyo Simba wanajua namna gani watacheza hiyo mechi away, kirudi hapa possible wanaweza wakashinda. Kwa hiyo sina shaka na hilo bana. Shukrani sana Heavyweight Tayo, mengine ya barkane ya nini tunakuja kuyazungumza kwanza, acha mnyama. Eh, Ndugu yangu hapana. Bado nitavaa sihphii nitavaa hii nda, ya <laughs> kwangu nilipewa kwenye mashindano, nilifika fainali ya Chambuzi. Ndio. Chambuzi Kapu nikapewa, nilifika fainali ya Chambuzi Kapu nikapewa. Hii bana sana nikushukuru. Aya, nashukuru.